Kilimo. Lakini ningeliomba hivi wale wanaonunua viwanda vya sukari ni kama mbalui ama Mwafrika akioa mama na mtoto, anachukua mtoto na mama pamoja. Msifukuze wale wafanyikazi wa katika zile viwandani, mtafute namna ya kufanya kazi na hawa na ndio nji hii hali ya ukosefu wa kazi utarudi chini. Your Excellency tumecommunicate hiyo na waziri wako tusaidie wale wafanyikazi wa viwanda vya sukari mwisho bwana ladu ametuambia hapa akipita hapa sisi katika huu mkoa wa western ama jamii hii ya magharibi tangu mwaka wa, wa elfu mbili na kumi na sita mwezi wa disemba jamii zote sub clans za Western silimkalisha Wycliffe Musalia Mudavadi kama kiongozi wao, na mtu akishakalishwa kwa kiti na wazee wa jamii zote, mwingine hakalishwi kwa kiti kama mnenaji wa jamii, na huyo aliyekalishwa bado yuko mzima. Wale tuna njaa ya uongozi, tuende polepole pole.